Mimi nataka niambie mheshimiwa gavano ya kwamba timiza ahadi yako. Ulisema ya kwamba utatuchengea modern market. Mheshimiwa gavana, tafadhali kumbuka ahadi zako, ukuta utuchengee. Na sisi kama wakaazi wa Kapkateny tumesema ya kwamba hatulipi ushuru until our matters are addressed. Hey, na wewe Mheshimiwa gavana kuja uongee na wakaazi wa Kapkateny hey. Tumwambie kama hawezi kututengeneza soko hey. Watu yake wasi, wasisanye ushuru hey. Kwa soko hii kwa sababu soko hii tuko na mutaro ile walitengeneza na wakatumia milioni 25 lakini ukiangalia hata haifiki milioni moja hey wa serikali wa wakucha wafaliwa hii mtaro ilichukua yeah, pesa ngapi? alafu yeah. tukienda kwa security lights mtu mutu alikuja hapa kafa na alikuwa nanina, lus, nani wangamati. Na alipoenda alienda mataa yeah. yeah. nasema kwamba tutalipa ushuru ikiwa kuna choo imeonekana mahali inahitajika yeah. yeah. Tuta, tutalipa ushuru kama tumejengewa soko ya wamama kuweka vitu vyao pale yeah. Wajafanya hivyo tumesema ushuru Kapkatenyi tawe mahali pa kuuzia mboga hatuna. yeah. tunakaa kwa barabara tunakaa kwa mavaranda ya wenyewe, mboga jua inachoma, hata tunarudi nyumbani hatuna pesa wa mama yeah. kitu ya pili, wa mama wa Kapkatenyi mamamboga uh. wakati Kava na alikuja Kapkatenyi hii uh. alituahidi pesa ya mamamboga iko yes. yeah.